Ripoti za Chivihi Media leo zinaruka kutokea hapa katika chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi FDC kilichopo halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara ambapo leo Februari 6, 2026 imefanyika tafrija fupi ya kuwaaga wahitimu wa mafunzo ya muda mfupi katika fani mbalimbali mbali, ikiwemo ufundi bomba, ufundi magari, ushonaji na kadhalika, ambao walikuwa wakipata ujuzi hapa wakiwezeshwa na shirika lisilo la kiserikali la Satifu. Akizungumza katika hafla hiyo ya kuwaaga wanafunzi hawa, mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi hapa Masasi FDC si mwingine ni Mshana, Halfan Mshana amewapongeza wanafunzi hawa kwa ujuzi waliopata, akiwataka kuwa mabalozi wazuri katika kukitangaza chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi FDC Mende, haikuwa kazi nyepesi, nafahamu tulianza mafunzo haya tarehe 4 mwezi wa 8 2025, lakini tumeweza kufikia tamati tarehe 4 mwezi wa tarehe 4 mwezi wa 2 2026. Lakini leo kwa kipekee, uongozi wa chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi kimeamua kufanya hafla fupi ya kuwaaga mafunzo mliyoyapata yamewajengea uwezo yamewajengea uwezo wa kufanya kazi kwa usalama kwa usalama na kwa bidii. Natumaini, tunatarajia kuona wahitimu wa fani ya umeme wa majumbani mkienda kutoa huduma salama na zenye kuzingatia viwango. Tunatarajia kuwaona wahitimu wa ufundi magari mkienda kuboresha sekta ya usafiri kwa ujuzi tunafahamu, na kuwaona mafundi wa bomba na kwenda kutengenezea afya nzuri na kuitengeneza jamii yetu, kwa sababu jamii yetu inahitaji mafundi bomba kwa ajili ya afya sasa wa chuo hiki lakini mabalozi nyinyi sio wa kwenda kusema tu, mimi nimesoma Masasi FDC. Tunataka mabalozi nyinyi, muende mkatutangaze kwa kufanya kazi iliyotukuka, mkafanye kazi kwa weledi, mtu mwenyewe akifanyiwa anasema yes, nyinyi hao mafundi mmetoka wapi? Mtasema mliposoma. Mkisha sema mliposoma tayari mmetutangaza, lakini mtakuwa mjatutangaza sisi tu, mtakuwa pia mmewasangaza shirika la SATF waliolifanya kazi kwenye jamii na jamii inaona matunda ya wao kuwekeza kwenu hali. Tumezungumza na mwakilishi wa Satifu ambao amewapongeza wahitimu hapa pamoja na kuwataka kuwa mabalozi wazuri na kutumia fani zao walizozipata hapa katika chuo cha maendeleo Masasi FDC. Mimi naitwa Fatuma Nyama, nafanya na kazi na shirika la Liwopak, Liwopak tunashirikiana na shirika la Satifu katika kutekeleza miradi ya kuwasaidia vijana na wanafunzi wanaoishi kwenye mazingira magumu. Leo tuko kwenye chuo cha Masasi FDC ambapo tuna vijana wetu 37 ambao wamemaliza fani za ufundi mbalimbali mbali. Vijana hao wamepata fani za muda mfupi kwa muda wa miezi sita, ambapo katika fani mbalimbali walizochukua tayari sasa wanaenda kuwa mafundi amini, wataalamu kwenye fani hizo, kwa hiyo kama shirika la SATF tunashukuru uongozi wa chuo kwa kuwapatia vijana hawa mafunzo ambayo yataenda kuwasaidia, na kama shirika tumefanya uwezeshaji wa kuwalipia kila gharama ambayo ilikuwa inahitajika kwa hawa kuwa hapa. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati kwa vijana hawa, lakini kwa uongozi wa chuo kwa ujumla, kwa namna ambavyo wamewapokea na wamewafundisha vijana wetu. Wito wangu kwa vijana hawa kwenda kuutumia ujuzi huo waliopata chuoni hapa Ujuzi huu ni mkubwa, na wengi tumeona wamekuwa tayari wanajua fani tofauti tofauti walizosomea. Kwa hiyo wakautumie, ili walete maendeleo kwao binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Baadhi ya wanafunzi ambao ni wanufaika wa mafunzo haya wameeleza namna mafunzo haya itakavyowanufaisha katika maisha yao, huku wakilishukuru shirika la SATF pamoja na chuo hichi kwa kuwapa mafunzo hayo. Tunashukuru na shirika la SATF wanafunzi wengi, mpaka tulipotoka mtaani hadi tumekuja huku, wengi wao tulikate tamaa, lakini shirika hili lilitusaidia kwa kutupa matumaini, kwa kutusapoti, msaada mkubwa tangu tupo sekondari mpaka tumefika huku. Walitusaidia kwa huduma mbalimbali, mpaka kwa huduma za afya, mavazi, mambo mbalimbali, mpaka mbali tukafika huku, lakini hadi tulipofika hapa, tunamshukuru pia na mkuu wa chuo saa Mshana. Yeye ndiye yani, mwalimu mkuu alitusaidia kutupa amani yani, tangu alipofika hapa chuoni amani ilikuwepo kwa sababu katika manufaa na mafanikio bila amani huwezi kufanikiwa. Ila tangu mkuu kufika hapa chuoni naona man, yani, sisi tulizidi kuwa na amani na tukapenda tukazidi kupata ile moyo wa kusoma mpaka leo hii tunapata cheti mpaka tumetimiza miezi sita tunamaliza kurudi nyumbani na sio kukaa tu. Tunarudi nyumbani bado tunataka tukajiendeleze. Pia nashukuru SATF hii tumepata cheti lakini kwa onyo walivyotuahidi tukirudi nyumbani, kila mwanafunzi wa fani mbalimbali, wa ushonaji, wa umeme, wa magari, kila mwanafunzi atapewa vifaa vyake. Kama mimi wa ushonaji nitapewa cherehani e, na vifaa vingine vingine. Naitwa Baraka Ali Alufani, natokea mkoa wa Morogoro. Mimi ni mwanafunzi niliyefadhiliwa katika shirika la SATF tangu mwaka 2022 hadi ifika hapo 2024 nilifaulu matokeo ya kidato cha nne. Kutokana na ufaulu wangu nilipata division 4 ya 26. Kwa hiyo nilipangiwa kuja chuo katika mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi kwa ajili ya kusoma fani ya umeme. Pia nashukuru chuo cha Masasi kwa sababu nilikuja kama ni mwanafunzi ambaye siwezi fani yoyote ya umeme, nilikuwa nasikia tu kuhusu umeme, lakini hadi leo hii nahitimu, nimeweza kujua umeme pasavo na kuweza kutatua changamoto za kiufundi za kiumeme majumbani pia na umeme jua kwa shukrani za dhati niwape SATF pamoja na chuo cha maendeleo ya wananchi kwa ushirikiano wao wote kuniwezesha kuwa katika fani ya umeme na kuweza kuwa fundi ambaye naweza nikatatua changamoto za wananchi na changamoto za kiufundi zinazohusu fani ya umeme. Pia kwa shukrani zaidi naomba niwapongeze SATF, endelee kutushikia mkono hadi pale tunapofikia ndoto zetu na hatima ya maisha yetu. Niwashukuru sana pia nishukuru sana uongozi wa chuo cha maendeleo ya wananchi Masasi FDC kwa ushirikiano wao na upendo wao. Kutoka halmashauri ya mji Masasi mkoani Mtwara langu jina ni Heri Abdala na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri.